na Twitch tumeweza kuona ile swala na tunaweza ku acknowledge kwamba ni swala kubwa sana na sio Nigeria tu alikuwa anaunganisha nchi nyingi sana. Nakumbuka hata yeye ndo alikuwa mtu wa kwanza Mtanzania probably kwenda Big Brother kipindi kile wakati imeanzishwa pia. Yeye ndo alikuwa mtu wa kwanza pia kualikwa Hollywood nakumbuka kwa ajili ya kwenda kutembelea tembelea studios na vitu kama hivyo. Kwa hiyo alikuwa na passion na kitu ambacho anachokifanya na mtu kama mimi ambaye nataka kuja kuwa actor mkubwa sana baadaye inshallah labda hata kufunika lile gap ambalo ameweza kuliweka na kulionyesha. Natakiwa nifanye vitu vingi sana ikiwemo kuweza kutoa heshima kubwa sana na kuonyesha kwamba nakubaliana na yote ambao ameanzisha kufikisha hapa, kwa sababu ametengeneza urahisi mkubwa sana kwa actors wengine wote ambao walioko Tanzania kuweza kufikia hapa tulipofikia leo hii. Kwa hiyo ni heshima kubwa sana kuweza kuja hapa, na tuliongea, tuna watu wachache tu ambao tunaweza kuja kwa sababu tukutaka iwe big public thing watu kuja kutembelea makaburi itaonekana kama ni public stand na vitu kama hivyo. Watu wachache kifamilia na ndugundugu na marafiki, na mimi mwenyewe jana Instagram, nikasema watu wachache pia ambao wanafikiri kama wanataka kuja waje, lakini isiwe a big thing ambayo tunaweza kuja tuweze kufanya at least maneno machache kifamilia, tunaweza kuongea kindugu, na baadaye tutakaa na, na pamoja mimi actors wenzangu pamoja na Ramsey aweze kutupa tips za hapa na pale kuweza kufanya vitu vingine. Tulikuwa na mama leo asubuhi, tumekaa tumekunywa chai, tumeongeongea machache kuhusiana na vitu ambavyo vinaendelea na na mambo ambayo amepitia yeye mwenyewe muda mrefu sasa, na zile kesi zilizokuwa zikiendelea, lakini sasa hivi natumaini ameisha na kidogo tunapata amani ya kuweza kusogea mbele na kuweza kufanya mambo mengine. Kwa hiyo inshallah, tutakuwa kuna mambo mengine makubwa sana yataweza kutokea. No, no, as I said, yeah. Kama hapa amekuja Mama Lora ambaye ndio anawakilisha wasanii wote umeshaona. Uh, wasanii wengine wote tutakutana baadaye, isija kaonekana kwamba siku zote eti wasanii mlikuwa mpo hapa hapa mpaka leo Rams ndo anakuja ndo mnakuja kutembelea kaburi, singileta picha nzuri. Umeshaona, watu wote wasanii huwa wanakuja, kila mmoja kwa wakati wake anakuja kutembelea. Mi nakuja nakujaga, anatembelea, lakini leo kidogo ndo tumemleta tumemsindikiza, alafu wasanii watakuwepo wote baadaye, tukiwepo kule baadae kwenye nanilhtelukwa tumekata ongeongea machacho takuepo